Dada, mm. Hakuna kitu nakifurahia kama maisha haya mapya ndani ya Kristo, na pia maisha mapya bila ya yule katili wa hisia za watu, je, ambaye anafikiria hisia zake pasipo utu wa watu wengine. Namshukuru Mungu sana. Ukiwa ndani ya Kristo mambo yanaenda kwa utofauti sana. Ni kweli, kwenye maisha usipende kung'ang'ania vitu, kila kitu chini ya jua kina sababu yake na Mungu ndivyo anavyovifanya viwe, na anatuwazia yaliyo mema na tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Ni kweli dada, maana furaha nilionayo ni kubwa sana kuliko hata naokuwa nayo kipindi niko naye. Hata hivyo sijuti na sitorudia matapishi yangu kwa jina la Yesu. Huo ndio ukomavu wa kiroho, sio vile ulivyokuwa unalia kila siku nashindwa hata kufanya biashara zako. Shikilia biashara zako, vingine vitakuja vyenyewe. Biblia, katika wimbo ulio bora, inasema ninawasihi, enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha mpaka yatakapoona vema yenyewe. Hivyo sasa, wewe zingatia biashara yako, hata akija anagaragara, wewe achana naye kabisa. Mwanaume aliyekuja kukupiga hata kukuua hafai kabisa katika ndoa. Nakuelewa sana dada, hata mimi nimejifunza mambo makubwa sana na jinsi ninavyopata muda muda wa kuonana na mchungaji, ananielekeza mambo mengi sana. Hata jana nilionana na mchungaji akanielekeza kanuni za kufanikiwa katika biashara zangu, ikiwemo kuwa mwaminifu katika kutoa fungu la kumi kamili, ili Bwana amkemee alaye mazao mashamba yangu. Nilimwelewa sana mchungaji. Ukishinda hapo, wewe unakuwa ni mshindi. Wengi wanajaribiwa katika fungu la kumi. mm-hmm. na kusema hii hela ni ndogo nisiitoe sasa hivi, ila ikiwa kubwa inakuwa ni jaribu tena unaiona ni kubwa. Kuwa makini, utafanikiwa. Namwomba Mungu anisaidie kwa hilo, maana biashara ya kutembeza kwa kweli inachosha sana. Natamani Mungu anipe biashara yenye utulivu. Ninaomba sana Mungu anifanikishe kwa hilo. Mungu atakusaidia mdogo wangu. Amen. na mimi nakuombea kwa Mungu ufanikiwe mm. Pia zingatia kuhifadhi fungu la kumi, sio sahihi, maana adui huja kukujaribu mm. ili ulitumie lile fungu la kumi. Wakati mwingine analeta hadi magonjwa, ili mradi tu ulitumie lile fungu la kumi mm. Hivyo dawa yake ni kulituma pale pale unapomaliza biashara zako au unapofunga biashara zako. Amenielezea hayo yote mchungaji, na nitayasimamia sana hata jana nimeanza kutoa, naamini milango itafunguka. Mungu akubariki sana. Pia usisahau baada ya kutoa fungu la kumi, zipo sadaka nyingi ambazo ambazo zimebeba baraka zako. Asante sana dada, endelea kunisimamia na kunipa maarifa zaidi. Kumbuka mdogo wako. Ninavyojipenda, ninavyopenda kupendeza, hivi kweli nitoke hapo nikabebe Yaani najiona kama najizalilisha, natamani niende kwenye sehemu fulani vilevu kubwa sana Ah, Luma. Eh, kwanza nikushukuru sana vile ulivyosimama na mimi kunitia moyo yes na faraja katika kipindi chote nilichochanganyikiwa. Kwakuwachonajei unajua, leo ni mtu mwenye amani nyingi sana na Jei nimemtoa kwenye akili yangu na sasa nina furaha kubwa sana. Safi sana Dina. Mm. Sasa huo ndo tunasema ndo ujasiri katika Bwana. Mm. ukisoma maandiko katika ile Petro wa kwanza mm-hmm, sura ya tano na mstari wa saba mm, tunaona Mungu anatutaka sisi tumtwike fadhaa zetu kwa sababu yeye ndo huwa anajishughulisha sana na mambo yetu yeah. Kiukweli Dina nilipoona tu umeanza kuliitia jina la Bwana katika shida yako uliyokuwa unapitia, uhakika nilijua sasa unakwenda kupata utatuzi Amen. wa ile shida na sio utatuzi tu mm. bali utatuzi wa kudumu ni yeah. Nikwambie tu Dina, katika mapenzi ukiona akili ya mtu imechukuliwa na kwenda sehemu nyingine Huwa ni ngumu sana kuirudisha hata uhangaike vipi. Cha msingi ni wewe unapoona umekuwa kwenye hiyo hali ni kuamua kufuta halafu na kuanza maisha mapya. Kwa hiyo mimi nikupe hongera sana, umekuwa mshindi sana asante sana, asante sana. na sasa eh, muda wangu mwingi nikitoka katika biashara zangu yes. ni lazima niende kanisani kuomba ni Mm -hmm. na kulitia jina la Bwana na kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Unajua sasa hivi niko huru na ndani yangu nasikia kustawi sana. Safi sana, Dina, mimi nadhani wewe umekuwa shuhuda. Eh, mimi huwa sipendi kukuona vile unavyolia lakini pia ukaa katika huzuni huwa sipendi sana, lakini napokuona unafuraha kama hivi, kiukweli hata mimi nimekuwa na furaha kubwa sana kwa hiyo <laughs> nasikia furaha <laughs> sana, lakini nikwambie tu unapokuwa na jambo lolote lile, unakuwa umekwama, yeah. Nikuombe tu ujue kwamba mimi niko pamoja na wewe, mm. Na niko tayari kukusaidia. Hongera sana. Umetisha sana. Sana. Sana. <laughs> Sandra, huwezi jua tu vile nina furaha kwelikweli ya kuwa sehemu ya kundi lenu, lakini pia kuwa rafiki yenu. Unajua, hizi moment watu nazimisi sana kuwa na company ya namna ile, na nilivyopata company ile ah, kajisikia vizuri sana sana. Hongera, japo sijajua na wao wanafurahia. Amala una maana gani? Si unajua tunatofautiana, mtu mwingine anaweza akawa anafurahia na mwingine akawa anakereka. You never know ila kama you are happy. Good for you <laughs> na wewe je, unafurahia mimi kuwa sehemu ya kundi lenu na kuwa rafiki ama ufurahii? I don't know una maana gani? Nina maana I don't know. Mana, I don't know. Sijajua kama niko happy ama siko happy. Ni mpaka niwasikie rafiki zangu wanajisikiaje, baada ya hapo ndiyo nitasema. Maana toka umekuja kwenye kundi letu, naona kama vile umeleta noks. Yaani Salome mpaka leo hataki kupokea simu zangu na sijui nini kimepata. Yaani bora hata Sasha anayepokea simu zangu, ingawa na yeye hatuna story kama vile zamani. Unajua, mimi sijui huwa unaongea nao nini ila ntajua tu, maana haya yote yameanza mara tu baada ya kuingia kwenye hili kundi letu. Na kwa ninavyokujua ulivyomwongeaje, sijui umewambia nini. Nayo nuru yang'aa gizani nalo giza halitaiweza. Hmm, huu ni mwanzo wa mafanikio ya Ehe, umenitia nini, mwalimu? Kuna mambo mengi Mungu amenitendea na natamani kusimama imara, na zaidi ya yote, nimeona ni wakati sahihi wa kuoa, na ndani yangu nimeona wewe ni mtu sahihi wa kuwa na mimi. Please mwalimu, naomba tuyaache hayo mambo, mimi siko tayari kuondoka kwa sasa, niendaji kumtumikia Mungu zaidi na zaidi Yala kuewa kukuzuia wewe kumfanya kazi ya Mungu tena, nadhani ndio kutakufanya umtumikie Mungu kwa nguvu zaidi. Kwanza historia yangu na yako zinatofautiana sana. Mimi nilishawahi kuwa mfanya biashara, nilikuwa nafanya biashara ya kujiuza. Utakubali kuwa mwanamke ambaye alikuwa anajiuza itakuwa aibu kwako na kwa jamii inayokuzunguka. Siwezi kumbuka, kwa sababu mchungaji alisema dhambi iliyosamehewa haikumbukwi kamwe. Kama ilivyo mashariki na magharibi, ndivyo Mungu alivyotuweka mbali na hiyo dhambi. Vile vile akasema tusiyakumbuke wala kuyatafakari mambo ya nyuma, kwa maana Mungu ameshafanya mambo mapya. Tusiyakumbuke mambo ya zamani wala kuyatafakari, kwa kuwa Bwana amefanya jambo jipya tusiyakumbuke wala kuyatafakari mambo ya nyuma kwa maana Mungu ameshafanya mambo mapya. Ngome imetikisika, marafiki wameanza kusambaratika. mm -hmm. Najua kabisa mtu huokolewa kwa neema na wala si kwa matendo ya mwili, mtu awayeyote asije akajisifu. Sasa mke wangu naanza naye vipi? Nahitaji ufunuo mkubwa sana, la sivyo nitakuwa ni sawa na twanga maji kwenye kinu. Hawa marafiki zake nimewafunga kwa jina la Yesu. Yule tu aliyebeba kusudi la Mungu ndiye atakaye kuwa rafiki wa mke wangu, na kama hajabeba kusudi la Mungu hataonana na mke wangu tena wala kukanyaga hapa. Imeisha hiyo, imeisha. Hawa walidhani wanaweza wakakaa na nuru wale na kunywa maji na vinywaji, na hali yao ikaendelea kuwa shwari. Haiwezekani, wamesambaratika kwa jina la Yesu. Ah, hakika Mungu mwema sana sana. Amen, amen. Mungu ni mwema sana. Sasa, mchungaji, leo kuna jambo muhimu lililonileta hapa. Mm -hmm. Na naomba kujua ndoa maana yake nini? Na je, ni mda gani haswa sahihi wa kuoa? Okay. Uh, nashinda nianzie wapi? Anyway, ngoja nianze hivi. Ndoa ni mpango wa Mungu ambao ulianza pale ambapo Mungu alikuwa akiziumba mbingu na nchi. Alipomuumba mwanamume, akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa ukiangalia humo ndani unakuta maana ya ndoa, na ukiangalia kwa undani utaona jambo la kwanza wa Mungu, lakini unapotaka kujua ndoa lazima ujue jambo la pili, ajenda ya kutafuta msaidizi wa huyu aliyemuumba, lakini wa kufanana naye. Uh, na hii sehemu ya kufanana ni kona nyeti sana ambayo ni hatari sana kwa na watu wanapambana, wanapigana, swala ni kutokufanana. Aya, mambo mengine unaweza ukayabeba, lakini swala la kutokufanana ni jambo gumu sana, na usipolibeba hilo ukaacha kumtafuta ama kumpata kufanana naye inaleta changamoto sana sana kwenye furaha na amani ya ndoa. Ni kama vile gari gari unaona lina matairi. Ukisoma yale matairi utakuta kuna namba mle, zile namba zinaonyesha hali ya kufanana kwa yale matairi. Endapo ukiweka namba tofauti, ndipo tagundua kwamba gari lina mtingishiko mkubwa na haliwezi kutulia, na yamkini likapelekea ajali kubwa. Ndivyo ilivyo, mitikishiko mingi kwenye ndoa haishi ha, kwa sababu watu hawafanani, sio wa kufanana. Na tunaposema kufanana naye hatumaanishi ya kwamba tunafanana kwa sura ama kwa vitu vya nje, bali ni zaidi ya hapo. Tunaingia ndani kabisa kufanana, ikiwa ni pamoja na kuongea lugha moja ya kiroho ama lugha moja ya imani, lazima mweze ku, kushare imani na hii ni jambo la msingi sana ambalo utakiwe kulisahau. Amen. Nashukuru sana mchungaji kwa kunifumbua macho, na sasa ninaweza kuona kwa mbali na matumaini yangu yanazidi na ni muda gani sahihi hasa wa kuoa au ni umri gani mzuri wa kuoa? Uh, swala la usahihi wa muda halipo kwenye umri, kwa sababu mara mtu anapoondoka katika hali yake ya utoto, kwa maana ameshafika miaka kumi na nane, sasa ameshakuwa, akili yake imekaa sawa Kitakachofanya mtu aingie kwenye ndoa ni kumpata mtu sahihi wa kufanana naye. Hiyo ndio kitu kinachomwonyesha mtu kwamba sasa uko tayari kwenda kuoa ama kwenda kuolewa, mara baada ya kuwa umempata mtu. Ukimpata mtu sahihi, ndio muda sahihi wa wewe kwenda kuoa ama kuolewa. Kama haujampata mtu sahihi, muda bado. Na nitajuaje kwamba ni mtu sahihi? Okay, kuna mambo kadhaa nataka nikuambie ya kujua kwamba huyu ni mtu sahihi wa kuoa. Namba moja, lazima umpende kutoka ndani ya moyo wako, pasipo kupenda kitu ambacho ni cha kitambo kidogo. Usimpende kwa sababu amesuka hivi, kesho anafumua usi vile vitu vya kitambo kidogo, sio hivyo. Vile vitu ambavyo si vya kitambo kidogo, upendo wa namna hiyo ni jambo ambalo unaweza ukalitazama kama kigezo cha kwamba huyu ni mtu sahihi. Lakini jambo la pili, lazima muwe imani moja. Ni jambo muhimu sana kuwa imani moja. Kwa hiyo unajua siku hizi watu wengi wanaanza kama kupuuzia nakuta mtu akishampenda mtu wa imani yoyote anasema mimi nataka kuolewa naye, na anang'ang'aniza na, kabisa kwamba mimi nataka kuwa, ukimgusa anaona kama wewe ni adui. Lakini Biblia inaeleza umuhimu wa kuoa mtu wa imani moja, kwa sababu maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa utendaje kuwa kuishi kwa imani na mtu wa imani tofauti? Lazima atakuwa ndani, kuna mapigano ya imani kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana, na hata Biblia imeeleza ime, ime Mungu amelieleza hilo jambo kwa sauti ya msisitizo kwamba hutakiwi kuoa ama kuolewa na mtu ambaye si wa imani wako. Ngoja nikupeleke kwenye maandiko kidogo. Ukifungua katika kitabu cha kumbukumbu la Torati, nikusomee tu sehemu Kumbukumbu kumbu la Torate sura ya saba nianza kusoma mstari wa kwanza hadi wa tano Biblia inasema hivi: Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgirgash na Mwamori na Mkanani na Mperisi na Mhivi na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kupita wewe, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele zako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao, wala kuwahurumia, wala usioane nao, wala usioane nao sawasawa. So, binti yako usimpe mwanawe mume wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Naelewa hiyo lugha. kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Lakini watendeni hivi: zivunjeni madhabahu zao zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto madhabau zao za kuchonga. Angalia hapa, hakuna mahali ambapo pamezungumziwa kirahisi katika mistari yote niliyoisoma, kwa sababu Mungu anataka watu wa imani moja. Ajenda ameiongelea hapa, ukimwoa mtu ambaye si wa imani moja Namba moja, hamwezi kukaa pamoja kwa sababu ni waimani tofauti, na mtakao mwisho kwa imani. Namba mbili, unaweza ukakengeushwa ukatoka kwenye mstari ukaanza kuabudu miungu mingine, na ndicho kilichotokea hata kwa mfalme Suleman. Wake zake ndio waliompotosha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyaelewa hayo, lakini kwa kumalizia siku ya leo, jambo la tatu, hakikisha unampata mtu ambaye mnaweza kuyamaliza mambo. Kama kuna jambo limetokea, eh, nyinyi ni binadamu, mnaweza mkagombana mkapishana, hakikisheni mnamaliza mambo kwa kipindi kile cha uchumba. Moja ya vitu vya kuangalia ni namna gani mnayamaliza mambo. Mnayamaliza mambo kivipi hapa? So, sio mnanuniana wakati wote mmenuniana tu, mm -mm. Hakikisha unampata mtu ambaye dakika imeisha, mmeshayamaliza mama, ili msiwe najis, adui asijakapata nafasi ya kuangamiza, kwa kutokuwa kwenu katika hali ya upendo, kwa kutokuwa kwenu katika hali ya msamaha. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi pia ambalo natakiwa uangalie wakati wa kuchagua mtu sahihi. Umeona katika mazungumzo yote haya nimekuambia uchague shehe? Hapana mchungaji? Umeona nimekuambia uchague vitu vingine ambavyo watu wanaviangalia hapana mchungaji? Watu wa rohoni tuna maelekezo yetu. Kwa hiyo sasa, uh, hayo ni mambo muhimu sana matatu ya kuzingatia. Ukiyaona hayo sasa unaweza ukaendamee. Amina. Dada, ndio. Namshukuru Mungu sana, hakika anatenda miujiza mingi sana. Mara nilipoanza kutoa fungu la kumi kwa uaminifu, hatimaye ninaona biashara yangu kukua, na pia nimeweza kuhifadhi fedha na hatimaye inaenda kufungua duka la nguo kutoka kwenye kutembeza matunda. Nilikuambia, kwenye fungu la kumi hakuna mjadala. Kufanikiwa ni dhahiri. Mungu anasema tumjaribu kwa dhaka na dhabihu tuone kama hata tufungulia madirisha ya mbinguni na kutumwagia baraka hata tushinde mahali pa kuziweka, mm. na kwa ajili yako Mungu ataenda kumfukuza alaye mazao ya mashamba yake mm. na hapo utafanikiwa viwango vingine. Amina dada, hata mimi naona kustawi sana kwenye maisha yangu. Hakika nimemjaribu Bwana kwa matoleo kama alivyosema na nimemwona, dada. Sitarudi nyuma hata kidogo. Endelea kusimama na kuomba, maana hakika yake vita ni vikali sana. Shetani anakufanya ili usiwe na, na mwendelezo. Hivyo katika hatua zako zote, usiache kuzijua hila za shetani. Kuna maana gani? Shetani hutuma majaribu kila siku, na utajaribiwa kwa majaribio ya kadha wa kadha ili mradi usitoe fungu la kumi. Mfano mzuri, utajaribiwa kwa kikubwa Ukipata milioni mia, fungu la kumi ni milioni kumi. Je, utakuwa radhi kuitoa? Au utajaribiwa kwa kidogo, mfano ukipata shilingi mia tano, fungu la kumi ni shilingi hamsini. Ni rahisi kuidharau na kusema hii ni ndogo, na kumbuka, fungu la kumi, hata kama ni shilingi mia moja, inakuingiza mtegoni. Lakini la mwisho, utajaribiwa kwa mwendelezo wengi huanza kutoa fungu la kumi kisha anaendelea kidogo na kuacha tena, hiyo ni kesi. Namshukuru Mungu kwa maarifa hayo unayonipa, yanazidi kunipa ushindi mkubwa sana. Akikaa yake, shetani ana kazi ya ziada ya kunirudisha tena nyuma, maana nimemwona Mungu kwa macho yangu akiniinua. Eti leo mimi Dina kufungua duka, huu ni muujiza mkubwa sana kwangu. Hmm. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Uh, endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasupoti huduma hii ikawa ni sadaka yako iachilia hiyo sadaka kwenye hiyo akaunti namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Myamba.